Hatimaye mkuu wa majeshi ya Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, amejitokeza hadharani na kuingilia kati mzozo wa kiharakati unaoendelea kati ya Kenya na Tanzania amechagua upande. Inaonekana kwamba ni kama kuna kamgogoro kwenye upande wa harakati kati ya Kenya na Tanzania. Hivi karibuni, kumeibuka mvutano wa harakati kati ya Tanzania na Kenya kufuatia kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Tundu Antipas Lissu, ambapo unafahamu ya kwamba baadhi ya wanaharakati pamoja na waliowahi kuwa viongozi wa sheria nchini Kenya walizuiwa kuingia nchini Tanzania na kurudishwa kwenye nchi zao. Inaelezwa kuwa walikuja nchini Tanzania kwa lengo la kufika mahakamani wakati wa kutajwa kwa kesi za mwenyekiti huyo wa Chadema, lakini lengo lao halikufanikiwa kwa sababu serikali ya Tanzania ilisimama kidete katika kuhakikisha kuwa haiwapi watu hao nafasi ikidai kuwa wangeweza kuvuruga amani ya Tanzania ambayo ni ya kipekee na kwamba Tanzania ndio nchi pekee Afrika ama Afrika Mashariki ambayo amani yake iko imara. Sasa kilichotokea baada ya wanaharakati hao wa Kenya akiwamo Martha Karua pamoja na waliowahi kuwa viongozi wa sheria nchini Kenya ni kwamba wanaharakati wa Kenya pamoja na wananchi wa Kenya wamekuwa wakikosoa vikali pamoja na kutoa matamko kadhaa wa kadhaa juu ya utaratibu uliofanywa na mamlaka za Tanzania. Kwa kuzuia watu kutoka nje na kuingilia mambo ya Tanzania. Pia inadaiwa kwamba kuna wanaharakati wawili ambao wameshikiliwa nchini Tanzania ambao ni Boniface Mwangi wa kule nchini Kenya na Agata Atuhaile wa kule nchini Uganda, jambo ambalo bado linazidi kuongeza msuguano kwenye upande wa harakati ambapo wanaharakati wa Kenya wamekuwa wakilaani jambo hilo, kufanya maandamano kwenda kwenye ubalozi wa Tanzania ulioko nchini Kenya. Na kushinikiza mamlaka za Tanzania ziweze kuachilia wanaharakati hawa ambao ni Boniface Mwangi na Agatha Atuhaide, ingawa mamlaka za Tanzania bado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 naye hajabaki nyuma. Ameibuka kama ambavyo hufanya siku zote, kwa kutoa matamko mbalimbali kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter na kutoa pia tamko kuhusu Rais Samia Suluhu Hassan. General Muhoozi Kainerugaba wa Uganda ameposti picha hii ya rais wa Tanzania kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter na kuambatanisha na maneno yanayosomeka kama ifuatavyo, namnukuu hapa: Mama Suluhu Hassan Rais wa Tanzania anazidi kuwa mmoja wa viongozi ninaowapenda zaidi barani Afrika. Hana masihara na ni mwenye maamuzi ya haraka na madhubuti. Asante sana mama. Narudia tena, Mama Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania anazidi kuwa mmoja wa viongozi ninaowapenda zaidi barani Afrika. Hana masihara na ni mwenye maamuzi ya haraka na madhubuti. Asante sana mama. Hivyo ndivyo alivyosema mkuu huyo wa majeshi ya Uganda mara baada ya rais Samia kusimama na kusimika misimamo mikali kuhusu watu kutoka nje na kuja kuingilia mambo yetu ya Tanzania na kadhalika. Mkuu wa majeshi ya Uganda ameonyesha kufurahishwa na misimamo mizito ya Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na jinsi ambavyo Mheshimiwa rais anasimama kidete katika kuhakikisha ya kwamba analiendesha taifa lake katika hali ya mshikamano na amani na huo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 lakini pia ni vizuri zaidi nikakuambatanishia na historia ya General Muhoozi Kainerugaba wa Uganda, japo kwa ufupi tu, ili umfahamu na kumtambua. Je, nini kilitokea mpaka akawa mkuu wa majeshi ya Uganda? Basi sikiliza hapa. Muhoozi Kainerugaba, kijana wa Rais Yoweri Museveni, jeshi na ndoto za urais Muhoozi Kainerugaba ni jina ambalo limezua mijadala mikubwa katika siasa na jeshi la Uganda. Akiwa ni mtoto wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, aliyeshika madaraka tangu mwaka 1986. Muhoozi amekuwa mbele ya macho ya umma kama kijana wa kifalme kisiasa, mwanajeshi wa ngazi za juu, na mgombea wa urithi wa kisiasa wa baba yake. Safari yake ya maisha toka kuzaliwa Tanzania hadi kutajwa kama rais mtarajiwa wa Uganda ni hadithi ya familia, siasa, utata na ndoto ya mamlaka kuu. Utoto na asili ya familia. Muhoozi alizaliwa tarehe 24 Aprili mwaka 1974 jijini Dar es Salaam, Tanzania, wakati baba yake alikuwa bado akiendesha mapambano ya kisiasa na kijeshi dhidi ya utawala wa Milton Obote, na baadaye Idi Amini. Wakati huo familia Museveni ilikuwa uhamishoni, wakikwepa makucha serikali za kiimla zilizokuwa zimemfanya Museveni kuwa mpinzani. Kukulia katika familia ya mwana, eh, ya mwana mapinduzi ulimfanya Mhozi awe karibu na harakati za kisiasa tangu akiwa mtoto mdogo. Baba yake Museveni alichukua madaraka mwaka 1986 baada ya ushindi wa kijeshi na familia yao ikawa kitovu cha mamlaka nchini Uganda. Hivyo Muhoozi alikuwa katika mazingira ya kifahari, lakini pia yeye maadili ya kijeshi na uongozi. Elimu na mafunzo ya kijeshi katika kujenga wasifu wa kijeshi, Muhoozi alipata elimu ya juu ndani na nje ya Uganda. Baada ya masomo ya msingi na sekondari, alijiunga na taasisi mbalimbali maarufu za kijeshi duniani. Alisoma katika Royal Military Academy Eh, Sandhurst nchini Uingereza chuo kinachotajwa kuwa ni mahali ambapo wana wa kifalme na viongozi wengi wa baadaye wa kijeshi hupitia. Pia alisomea Marekani katika Fort Leavenworth Command and General Staff College na baadaye katika National Defense College ya Afrika Kusini. Mafunzo haya yalimwandaa kuwa afisa wa juu wa jeshi na haikuchukua muda mrefu kabla hajateuliwa kuwa kamanda wa Special Forces Command, SFC, kikosi maalum cha kijeshi kinacholinda rais, familia yake, na mali muhimu za taifa. Kupitia nafasi hii, Muhoozi alipata ushawishi mkubwa ndani ya jeshi, hali iliyozua wasiwasi miongoni mwa wakosoaji kuwa jeshi linawekwa chini ya udhibiti wa kifamilia. Ushiriki wa kisiasa na harakati za Muhoozi project Tangu miaka ya elfu mbili na kumi jina la Muhoozi lilianza kutajwa kama mrithi wa baba yake. Wafuasi wake walizindua vuguvugu lisilo eh, wafuasi wake walizindua vuguvugu lisilo rasmi lililopewa jina la Muhoozi project, wakiamini kuwa yeye ndiye atakaye mrithi Museveni. Hii ilileta mjadala mkubwa nchini Uganda, ambapo baadhi ya wananchi na viongozi wa upinzani waliona kuwa Museveni anajiandaa kuibua mfumo wa kifalme wa kisiasa kwa kumkabidhi mwanaye madaraka. Muhoozi hakujitokeza moja kwa moja kisiasa kwa muda mrefu, ila alitumia mitandao ya kijamii, hasa Twitter, kuwasilisha maoni yake ya kisiasa, kijeshi na kidiplomasia. Mara kwa mara ameonekana kuwa na ushawishi mkubwa wa moja kwa moja katika siasa za ndani na za ukanda, akichapisha mawazo kuhusu usalama, uchaguzi na viongozi wa Afrika Mashariki. Utata na matamko tata. Moja ya mambo yaliyomweka kwenye vichwa vya habari ni tamko lake la mwaka 2022 aliposema kupitia Twitter kuwa anaweza kuteka na Nairobi kwa siku mbili tu. Kauli hiyo iliyochukuliwa kwa uzito na wengi, ilisababisha mvutano wa kidiplomasia kati ya Uganda na Kenya. Serikali ya Uganda ililazimika kutoa tamko la kujitenga na kauli hiyo, huku Rais Museveni mwenyewe akiomba radhi kwa nchi jirani. Matamko ya Muhoozi mara nyingi huchukuliwa kuwa ya kiutata yakionyesha tofauti kati ya, ya mtazamo wake na ule wa serikali rasmi ya Uganda. Wengine wanaamini kuwa anajaribu kujiimarisha kama kiongozi uhuru mwenye maono ya kisiasa, huku wengine wakimtuhumu kuwa hana uzoefu wa kutosha wa kisiasa au, usta, au ustahimilivu wa kuongoza taifa kwa njia ya kidemokrasia. Ndoto ya urai, ndoto ya urais na mustakabali wa kisiasa kwa sasa Muhozi amekuwa akionyesha kwa uwazi zaidi nia ya kuwania urais wa Uganda, ingawa bado hajatangaza rasmi kugombea. Mazungumzo ya kisiasa nchini Uganda yamejikita kwenye swali: je, Museveni atamkabidhi Muhozi madaraka? Na kama atafanya hivyo, je, wananchi wa Uganda watakubali kurithi kiongozi kupitia familia moja kwa zaidi ya miaka arobaini? Wakati wengine wanamwona kama kiongozi wa kizazi kipya mwenye maono mapya ya kiusalama na maendeleo, wakosoaji wake wanahoji ukosefu wa uzoefu wa kisiasa, ukaribu wa hatari na vikosi vya kijeshi, na matumizi ya mitandao ya kijamii kama jukwaa la maamuzi makubwa. Hitimisho, Muhoozi Kainerugaba ni mfano wa kizazi kipya cha viongozi wa Afrika wanaojaribu kuvuka mstari kati ya urithi wa kifamilia mamlaka ya kijeshi na ndoto za kisiasa. Safari yake imejaa mafanikio ya kijeshi, utata wa kisiasa na matarajio makubwa. Swali ambalo bado halijajibiwa ni kama kweli atakuwa rais wa Uganda, na kama eh, akifanikiwa, je, atakuwa tofauti na baba yake au mwendelezo wa uongozi wa miaka mingi wa familia ya Museveni? Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hii ndo imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo kwenye meza yetu ya habari